Simjui Cheusi ni nani na sifahamu chochote kuhusu Cheusi. Usimsikilize ndugu, wewe ndugu wa kugeuka sana wewe. Kwa mimi unanichukuliaje? Na kuchukuliaje kwa vipi? Leo yangapi ya leo? Kila siku nikija kesho baadaye mara unanitoroka, sijui unaniona nikija unanijificha, sijui unakimbia, eh? Kumbe pesa yangu niliyokupa wewe 250,000 umekwenda kuolea huko na mwanamali, unakula matumato huko, ni unanifanya bwege na si ndio? Subhanallah. So, lakini unachokifanya sio. Sikiza mzee, nasi sawa? Mimi hizo taarifa za so, kwamba nimeoa ndo nasikia kwanza kwanza, nakusikia kwako unasikia, unasikia unasikia unasema wewe na kabati lako hilo hapo sawa. Na hapa nimetoka kunywa chai nimekaa hapa nijipumzishe kidogo ili chai kae mahala pake, tunanielewa? Nikasemaje? Nimeagiza, nimeagiza polisi kali yako hapa imeniishia, nipake ni pake polisi nikuvalie, nikufungie vyoo vyako, nichukue kabati lako. Na huo usingizi unalala hapa huu ni kwa sababu unakesa na mwanamwali. Kwa hiyo ukija hapo huwezi kufanya kazi, unalala. Che wangu mswalie Mtume bwana wee no, unalifanya mii mtoto mdogo sindio, useme maneno kama hayo bwana. Mimi kabati lako liko lile. Walawee nakab... unaniongopea ile kabati ya mjeshi, nimepata taarifa ile kabati mwenyewe mwanajeshi, ila mimi nikifika, unanifanya ile kabati ni ya kwangu si ndio? Aha, wewe mama alipa kulala hapa. Umechukua pesa yangu umeenda kuolea mimi, unanichukuliaje una mimi? miialie mtume mzee mzeenai, bila shaka hii kabati umeshauzea watu zaidi ya watano au sita. mtu akija iya kwako, mtu akija maki, ndivyo unavyonifanya mimi. Nina imani na wengine nisikize, wallahi rasuli, mimi nakwambia naenda masjidi na swali. Ndio maana mimi nakuchukulia wewe kama ndugu katika imani, lakini sasa naona imani yangu unaanza kuitoa na utu wangu unaanza kuitoa. Siwezi kufanya vitu kama hivyo mzee wangu. Sasa nataka kauli moja tu itamke yenye nguvu nielewe, sawa navyokwambia. Wallahi rasuli, mimi nakukwambia hivi vikija tu hivyo vitu vyako na kurekebishia, unachukua kabati yako. Lakini sasa hivi tunajua muda utafika, muda kwenda masjidi, muda si mrefu, nikitoka masjidi na vitu vyangu vitakuwa visharudi hapo. Ishafika nitakurekebishia, utachukua kabati lako, fundi fundi, na kuamini wewe ni ndugu katika imani. Wasikia sana eh? wewe ni ndugu katika imani, lakini ukinizungusha tena tabeba kila kitu. Nikija hapa, sichagui cha nani wala cha nani, mimi kukuta wewe, nimekuta mwenzako mimi, nabeba, na tusifikie huko. Nakuja na na gari wewe, wewe ndio utakuta kabati lako, utakuta kabati lako, utakuta kabati lako. Na gari wewe, wewe tusifikie, tusifikie ndio utakuta kabati lako liko tayari, nakwambia kabisa, mimi nakuja na gari hapa. Mzee kafikia huko, mzee wangu mimi, nasiri asili yangu mimi ni nasiri, unajua wewe, mzee wangu, utakuja kuchukua kabati lako oh. Eh, hey. Hey. Sasa mbona nimekuwa mbona so, mzee wangu Umefikia huku, mboni kazi yako iko sawa. Hata hii maswala yako. Ah. Ni shida kwa tabu. Yaani nimefurahi kukuona sija kuona muda mrefu jiwe. Mimi pia. <laughs> Ah, hivyo mume wangu kasafiri hata sijui anarudi lini mmemkumbuka? We nawe. Mm. Kama ameenda kazini si mwache afanye kazi. Kaenda huku nguja kwao, si mambo ya mashamba, si nini nini. Singakutana na ndugu yake, ndugu <gibu> yake aongea ya ya huyo, sijawahi kuona mimi shemeji aongea, utasema mwanamke <gibu yake> alinisema. Ah, alimsema, alimsema. Kila kitu asema, yeye mi baki namwangalia tu mara anasubiri mume akifa wakifa, mi ndo nitakurisi, kwa sababu yule ndugu yangu mie huh? kachiwa hela hivyo anipatie mi ya matumizi, hana mm. hivi <laughs> unajua, aongea wajua, aongea, sijapata mfano wake, sijaona. Namsubiri tu mume wangu akirudi hapa, namwambia eh, mpaka yote aliyofikia mm -mm. Sharon sikushauri hata umwambie mme wako, hmm. unajua wale pale ni ndugu hmm. mi nakwambia, wale pale ni ndugu. We leo hii umeenda kumwambia mme wako, naye kaenda kumwambia ndugu yake, wakaelewana, itaonekana kabisa wewe ndo mgombanishi katika familia. Wajua antesa hivo, kashanlaza na njaa. Hela apewa na mume wangu yatumie, aona raha tu. Yaani hayo maneno nayatia tu kichwani, lakini kiukweli yamenifika hapa. lete mambo mzee waku apo, nishavurugwa <coughs> nimevurugwa, nikavurugika. <coughs> Sasa nani kakuvuruga tena huyo? mapema yote iya anakuvuruga, hata kazi hatijafanya. kuna fundi mm, fundi nimempa pesa yangu mm, taslimu. Nimempa pesa taslimu kash anatengenezea kabati, lakini ananizungusha. Ukienda njo kesho, njo jioni, njo asubuhi. Tatizo lako koja. Tulia, tuongee taratibu, tupate pointi. Sawa, mzee wangu. Tatizo lako utumiagi akili, unafanya vitu kwa kiulela olela. Inatakiwa utumie akili. Sasa ni muda gani mtu ulimpelekea hela yako akutengeneze kabati? Ni muda sasa, kabuni mwezi watatu sasa, na kabati ukienda pale nakuta haina milango haina madirisha haina dro, anasema nitatengeneza sasa hivi, nipe muda kidogo. Ukimpa muda kuondoka, asiji achuguliki tena mm -hmm. na sasa, mzee wangu, hapo utakuwa umeshaingizwa ingizwa mjini. Kama umetoa hela yako laki mbili unusu na umempatia kesi, unafikiria hapo atakupatia kabati? mwezi miwili imesha katika hapo mm -hmm. kwa maana hiyo nshaliwa, sindio? mm, -hmm. shapigwa hapo msemo ambao hakueleweka kwamba tayari wamesha ku, wamesha kuumiza hapo. Sasa kitu ambacho mimi nataka nikushauri mzee wangu, wewe katika hili jiji ni mkongwe sana. Sana ini vitu vyako unafanya kama mtoto mdogo mshamba mshamba. umia akili ushauri wangu nenda polisi, haki yako taipata polisi. Yes, eh, mm, kienda kituo cha polisi pale unawaelezea matatizo yako yote wanakutatulia. <laughs> Lakini ninaona kabla sijaenda kituo cha polisi, naenda nyumbani kuchukua panga, kisu, bisibisi, nikija na tufua tufua, nasikia na chapa chapa na changa, changa. Nikwambie mzee wangu, hayo mambo ambao unataka kuyafanya, ingetakiwa niyafanye mimi hapa kijana, kwa sababu hata nikiyafanya jamii haiwezi kanishangaa sasa mzee, kama wewe uende ukachukue mapanga utembe nayo barabarani, unajizalilisha mzee wangu. Sasa we nenda tu kituo cha polisi, utaipata basi. Sasa mimi ninavyoona, wewe unamfanyia maswali, achana na maswala. Tatizo lako mzee, huko kama mtoto mdogo. Usifanye kitu kama mtoto mdogo, tinatakiwa utulize akili. Sasa inatakiwa uende kituo cha polisi. Apo kituo cha polisi utaipata haki yako. Ah, kama mimi nambeba kama kilo tano namweka, alafu natembea naye mtaani, akutazama nakuona kabisa, unatafuta pa kufia <laughs> hakuna, ila anafuata mm. Ushauri wako bwana mdogo, umesikia, utaenda polisi hivyo na, yani inatakiwa uende polisi, ukienda polisi pale utaipata haki yako, utapata haki yangu. Nikiona ananizingua, mi narudi nyuma, kama nilivyokwambia Maswati, mi nayoweza sasa, spidi yako na spidi vijana wa sasa hivi tofauti. Vijana wa sasa hivi wana spidi za mwendo kasi. Basi kituo cha polisi utaenda wewe bana? Kwani mimi ndo nimepeleka hiyo kabati? Nafika kituo cha polisi hapo, mi nitakaa hapa, nitakuangalizia biza yako, utakuta hapa tutagawana. Nilo neno. Wewe nenda hapo kituo cha polisi utapata msaada. Sana. Eh, ah. Kwanza ndugu yangu bana. Mm. Kwanza huyu vipi namfute huyu mzee? Ah, huyu mzee te e, ametoka sema na mtoko wake sio waeri, atakuwa kaenda wapi sasa? Ah, mzee ameenda kituo cha polisi. Kituo cha polisi tena? Ah, kwa sababu kabati yake haipati anapata mazongo tu. Ah, sikiliza bwana, sikiliza bwana mgosi, sawa mm -hmm. Mimi kabati yake nimemwambia kwamba kabati yake hajarifate nanielewa yeye anavyosema yeye kabati pale kwako inaenda kumaliza miezi minne sasa. Sasa kama miezi minne na umesha chikichia na laki mbili unusu, ngoja bwana mgosi sawa, kabati yake iko tayari. mm. na ujio wangu kuja hapa ni kumfuata yeye aje achukue ya kabati yake. Hebu msubiri, hey, nikuulize kitu sawa. Mtu alichukua hela yake laki mbili na nusu akakupatia umtengenezee kabati yake kweli kweli. Sasa kwa nini ukumpatia kabati yake? Yeye anaendaje sasa polisi bila kuongea mimi? Yeah, na yeye sasa ameenda polisi kutafuta haki. Sawa yeye, yeah, ameenda kuitafuta haki kwa sababu wewe unamzungusha kabati yake inaenda kutoboa. Sasa mwezi wa tano unafikiria itakuwaje bana mgosi? Sikiza naomba mm, tusaidiane kwa hili sawa. Wewe unafikiria hapo, mwenye makosa ni nani? Ni wewe au ni mzee? Hata mwenye makosa hapa ni mzee. Ah, mzee ana makosa yoyote hapo? Unamzengezea mzee wa watu. Ah, kwa sababu watu, angekuwa ang, ang, na jambo tungekuja tungewasiliana tungezungumza, kwa kuwa kama mzigo wake upo na umekamilika una uhakika sasa, kama umemaliza e, kila, kitu, kila kitu na yule mzee akitoka pale lazima atakuja hapa, kwa sababu hapa ni ofisi, ni kwa. Sawa, sasa akija hapa, jitahidi uje na wewe hapa, ili muweze kuyamaliza. Cha msingi nachokuomba mimi mm, nachokuomba mm, akifika hapa mm, naomba umwambie, bwana mzigo wako tayari.